Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA kimetoa taarifa kwa umma ambayo inasema A, CHADEMA ina utaarifu umma wa Tanzania, asasi za kiraia, jumuiya ya kimataifa na vyombo vya habari vya nje na ndani ya nchi kuwa siku ya Jumaa tarehe 27 Juni 2025 saa 3 asubuhi katika Mahakama Kuu ya Tanzania Dar es Salaam itasikilizwa kesi ya mheshimiwa Tundu Antipas Lissu dhidi ya jamhuri kupitia criminal application namba uh, 14496 mkwaju ya mwaka 2025. Katika kesi hii mheshimiwa Lissu anaiomba mahakama rejee uamuzi wa, wa awali wa hakimu anayeendesha kesi ya uchochezi inayomkabili ambaye alikubali maombi na upande wa jamhuri kusikiliza ushahidi wa mashahidi wa siri pasipo mheshimiwa Lissu kuwafahamu, jambo ambalo linaathiri haki yake ya kujitetea ipasavyo na linaweza kupelekea maamuzi yenye athari kubwa kwake binafsi. Chadema inapaza sauti yake kutetea misingi ya haki, uwazi na usawa mbele ya sheria. Tunatoa wito kwa watetezi wa haki za binadamu, wanaharakati wa demokrasia, wanasheria, wanahabari na wananchi wote wanaojali utawala wa sheria kufuatilia na kushiriki kwa ukaribu katika mchakato huu wa kimahakama. Haki haipigwi chenga, demokrasia hailindwi gizani. Imetolewa Alhamisi ya Juni 26 mwaka 2025 na mkurugenzi wa mawasiliano na uenezi Brenda Rupia. Hii ni taarifa ya Chadema kuhusu e, kesi ambayo inaenda kunguruma mnamo tarehe 27 Juni mwaka 2025, kesi ambayo inamuhusu Mheshimiwa Tundu Lissu mwenyekiti Chadema Taifa. Hii ni kesi yake ya uchochezi.